Ni nani mashujaa wakuu zaidi wa nyakati zote? Mmoja wao hata sio binadamu. Alexander the Great, mwanajeshi mahiri ambaye hakuwahi kushindwa hata katika pambano moja. Akiwa kijana mdogo alilishinda dola la Uajemi na kuanzisha himaya kubwa iliyonyoka kutoka Ugiriki hadi India. Uhodari wake wa kijeshi unakumbukwa hadi leo kama mfano wa ustadi wa vita. Heracles, alama ya nguvu za kimujiza katika tamaduni za kale za Kigiriki. Ingawa ni mhusika wa hadithi za mitolojia, alikamilisha kazi kumi na mbili za kishujaa kuanzia kumuua simba wa Nema hadi kuwakamata mahafali wa mwituni. Anasalia kuwa nembo ya nguvu ya ujasiri ambayo imevuka vizazi vingi. Hannibal Barca adui mkubwa wa Roma na mmoja wa makamanda wa kijeshi waliowahi kuheshimiwa na kuogopwa zaidi katika historia, akivuka milima ya Alps akiwa na tembo na jeshi lake na kuishambulia Roma katika ardhi yake yenyewe. Mbinu zake za kivita, hasa katika vita vya Cannae, bado zinafundishwa katika vyuo vya kijeshi duniani kote. Uwezo wake wa kuwazidi ujanja maadui waliokuwa na nguvu kubwa zaidi ulimfanya awe kiongozi wa kipekee. Jina langu ni Sol Foya na hii ni TSK Media KE.